E, bwana Diamond Platinumz anazidi kufanya mazito huko Marekani. Tunafahamu kabisa kwamba Diamond Platinumz bwana yuko New York Marekani na huko New York bwana, e, bwana mambo ambayo anayoyafanya siyo mambo ya kitoto, ni mambo mazito kweli kweli. Nadhani utakuwa umeshaelewa what is going on. Ni kwamba kule Marekani bwana Diamond ameenda kwanza kabisa amefanya, amefanya interview, mainstream television ya Fox News Channel 5. Au bwana lakini pia vile vile katika mmoja kati ya vipindi wametangaza wazi kabisa kwamba Diamond atakuwepo na wamefanya naye mahojiano na wamemtambulisha vizuri kweli kweli, wamesema wazi kabisa kwamba ni mmoja kati ya ma celebrity wakubwa sana kutoka Afrika ambaye sasa hivi anafanya vizuri kimataifa ambaye hivi karibuni atakuwepo katika moja kati ya matamasha makubwa huko Marekani. Kwa hiyo wako naye studio kwa ajili ya kufanya naye interview, so hivyo ndivyo walivyomtambulisha Diamond Platinumz.

Meona bwana eh? Ni kwamba wameweka wazi kwamba pia vile vile amefanya makolabo kibao na wasanii wa Kimarekani ikiwemo Jason Derulo. Kwa hiyo hii bwana ni Good Morning New York, eh, katika Fox Channel 5 New katika channel York City ambapo Diamond alipata nafasi ya kufanya interview. Hili ni jambo kubwa kufanya interview mainstream media ya Marekani, unaelewa, kwa sababu tumeshazoea wa wasanii wetu hapa Tanzania mara nyingi sana wakifanya interview, labda wameenda BBC au ameenda BBC yani, nyingi sana zile za Uingereza ni BBC Radio 1, au wanafanya interview BBC Swahili, nadhani unafahamu hilo, lakini this time around ni kwamba Diamond Platinumz bwana amefanya interview Good Morning America huko Marekani New York City. So, ilikuwa ni moment nzuri eh, hata hawa watu ambao walikuwa wanafanya naye interview pia wameenjoy kumwona, wamezungumza naye vitu vingi, lakini ukachana hayo yote ni kwamba Diamond Platinumz bwana ametembea katika studio za Billboard, ametembea katika studio za AudioMack, makao makuu huko Marekani. Umeona bwana eh? Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hata huyu dada mwenyewe ambaye alikuwa anamhoji Diamond katika televisheni hiyo baada ya kufanya interview na Diamond kwenye televisheni moja kwa moja baadaye akaomba arekodi naye video. Jinsi gani ambavyo amemkubali. Diamond Platinumz

Yeah. So, hivyo ndivyo mambo yalivyokuwa. Bwana ilikuwa ni momenti nzuri sana. It was a vibe pale studios of Fox Channel 5 huko New York Marekani, lakini pia vile vile matukio mengine ambayo ame happen bwana ni kwamba kuna mpaka drip check session pale pale Fox News Television, ambapo aliulizwa kwamba amevaa kiasi gani, ambapo akawambia kwamba amevaa almost bilioni mbili za Kitanzania ambayo ni sawa na milioni moja ya dola ya Kimarekani. Msikilize hapa Diamond alivyoavimbia kuhusiana na vito vya thamani ambavyo alikuwa amevivaa siku hiyo.

Yeah. So hivyo ndivyo mambo hivu. Bwana, ilikuwa ni momenti nzuri sana na wakati anaelezea kuusinana vitu alivyokuwa amevivaa garama yake iko vipi, ni kwamba alikuwa pale pembeni namkumbusha brand ambazo amezivaa kama miwani nibaa amenunua na vitu vingine kama hivyo, ilikuwa ni momen nzuri sana. Lakini kitu ambacho kimekuja kutushangaza hatasisi nikwamba alivokepo mapaparazi walishaanza anza... <laughs> eh, walisha kumkimbilia kumpiga picha na vitu vingine kama hivyo which means kwamba ni mtu ambaye alikuwa anajua kabisa kwamba huyu ni star kutoka Afrika. Umeona bwana, jambo lingine ambalo ni very exciting, limefanya watu wengi sana wafurahi kuona hivyo, lakini pia vile vile kuna watu wamesogea kwa ajili ya kupata autograph, eh, kupiga naye picha na vitu vingine kama hivyo. Na nikisema autograph ni kwamba kama ushawahi kuonaga, eh, hawa wachezaji mpira wakiwa wanapita mitaani uaga, kuna watu wanawasogelea na wapa wanawapa vitabu vyao au jezi au mipira au viatu wa sign. So Diamond naye pia tumekutana, tumeona kwamba amefanya kitu kama hicho. Lakini ukachana na hilo, jambo lingine ambalo tumeliona bwana ni kwamba moment ilikuwa ni amazing. Unaona bwana eh? Lakini pia vilevile vile Romy Jones ameshare baadhi ya videos ambazo zilikuwa ziko behind the scene kabla ya Diamond kwenda kwenye televisheni kwenda kuojiwa. Video za behind the scene pia Romy Jones alizishare kupitia ukurasa wake wa Instagram. <mucho> Ya, yeah, so hii yote ni maandalizi ya show ambayo Diamond anaenda kuifanya huko Marekani ambayo hii bwana inaitwa Summer Jam Festival ambapo hatakuwa Diamond peke yake atakuwa na wasanii wengine wengi wakali kutoka Marekani na Afrika vile vile. So ilikuwa ni momenti nzuri sana. Na almost kila kitu ambacho Diamond alichokuwa anakifanya kule Marekani bwana kilikuwa kiko spot on na ni vitu ambavyo vimewafurahisha watu wengi sana kiukweli. Sasa hivi Watanzania wanatakiwa wawe very proud na hivi vitu ambavyo Diamond amekuwa akivifanya, kwa sababu ukizingatia kwamba eh, huko tulipotoka na sasa hivi tunaona kwamba Diamond anazidi kufanya mapinduzi katika mziki huu wa Bongo Flava, anaanza kuusukuma huu mziki kwenda internationally au vipi bwana? Anazidi kusukuma mziki wa Bongo Flava kwenye mainstream media za huko Marekani, which sio kitu kidogo. Na tumeshuhudia wasanii wengi sana hapa Tanzania wamefanya vizuri, lakini hakuna ambaye ameshawahi kufanya vitu kama hivi, kama nilivyosema hapo awali kwamba hakunaga wasanii ambao wameshawahi kufanywaga interview katika, katika televisheni kubwa za mainstream huko Marekani. Hebu fikiria jiji kama New York City msanii kutoka Bongo anaenda kufanya, anaenda kufanya interview katika mainstream media ya televisheni yao huko USA. So ni kitu ambacho ni very, eh, Very exciting ni kitu ambacho kinawafurahisha watu wengi na kinafanya wabongo waamini kwamba e, mziki bwana, unazidi kwenda, upo katika mikono salama na Diamond anaweza tena kufanya jambo lingine, kwa sababu kuna watu walishaanza kukata tamaa wakahisi kwamba kwa upande wa Diamond, tena kwenda kimataifa ni muda mrefu sana kupita, hatudhani kama ataenda e, tukawa tunasikilizia labda kutakuwa na msanii mwingine ambaye atakuja kufanya hayo, lakini at the end of the day Mungu sio asumani, tunaona kwamba Diamond yule yule, anaameamua tena kukamata kijiti na kupeperusha bendera kimataifa.